Na mtazamaji wa Trend TV, e, Bwana Lukamba na yeye pia amekuwa ni moja kati ya wa watu ambao wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinachomkuta Ibra baada ya Ibra kutangaza kwamba anataka kujitoa katika record label ya Konde Music Worldwide kuhusiana na issue ambazo ye mwenyewe amedai kwamba kwa upande wa kipaji chake anaona kinadumaa, sapoti hayapati eh, na pia vilevile vile, eh, tajiri wa Konde Gang, Harmonize Konde Boy Bwana hawekezi katika kazi yake. Ameona katika mziki wake yani kwa ujumla. So ni kitu ambacho Ibra kimemfanya aamue kujitoa. Lakini sasa issue kujitoa bwana pale Konde Gang amechajiwa takriban bilioni moja za Kitanzania kwa ajili ya kutemineti mkataba wake. Kitu ambacho Ibra mwenyewe amedai kwamba yeye tokea azaliwe hajawahi kushika hata robo ya hiyo bilioni, yani milioni mia mbili na hamsini yeye hajawahi hata kuishika. Kwa hiyo hii issue ya yeye kuchajiwa bilioni moja ni kama vile wanataka kumkwamisha. Kwa hiyo sasa Lukamba naye pia amekuja kutia maoni yake hapa. Ameandika kwamba natamani kujua tangu mdogo wangu Ibra alivyoomba msaada eh, kufanikiwa kwa amefanikiwa kwa kiasi gani? Maana naona baadhi ya watu wanat, wanatumia kama kichekesho, hali ya kuwa dogo anapitia magumu. Ila hii dunia hii, unafiki ni mwingi sana. Sijui kwa nini anguko la mtu siku hizi ni furaha kwa walimwengu. Ila binadamu wanajisahau sana. Umeona, huu ni ujumbe wa Lukamba. Lakini pia akaendelea tena kusema kwamba, wadogo zangu, kazeni kazeni misuli, kazeni roho mpaka pumzi ya mwisho. Hakuna mwenye huruma kwenye hii dunia, mtajidhalilisha bure. Kikubwa una kipaji na una nguvu, amini kwenye uwezo wako. Usi, usiogope shida, usiogope shida. Shida kaumbiwa binadamu, usisahau